Katibu. Taarifa ya Spika. Taarifa ya Spika imetolewa chini ya kanuni ya 39 fasili ndogo ya kwanza ya Kanuni ya Kudumu za Bunge, toleo la Februari 2023. Waheshimiwa wabunge, katika Mkutano wa 18 wa Bunge, Bunge ilipitisha miswada ya sheria saba ifuatayo: Muswada shiria shiria mbali mbali wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 kwa mwaka 2024, the written laws miscellaneous amendments bill number 3 of 2024; Muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 kwa mwaka 2024, the written laws miscellaneous amendments bill of number 4 of 2024; Muswada wa sheria shirika la utangazaji Tanzania wa mwaka 2024; Muswada wa sheria marekebisho ya sheria za kazi za mwaka 2024 The Laws Amendment Bill of 2024, Muswada sheria marekebisho sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2024, The Environmental Management Amendment Bill of 2024, Muswada sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi wa mwaka 2024, na Muswada sheria kuidhinisha matumizi ya nyongeza ya fedha za serikali kwa mwaka wa fedha 2024 2025 the supplementary appropriation Mheshimiwa Bunge kwa taifa hii, napenda kuliarifu bunge hili tukufu kwa tayari miswada hiyo saba imepata kibali cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa, kwa sheria za nchi zinazoitwa sheria marekebisho sheria mbalimbali namba moja ya mwaka 2025 the written laws, miscellaneous amendments, act number 1 of 2025. Sheria marekebisho sheria mbalimbali namba mbili sheria na, sheria namba mbili ya mwaka 2025 the written laws, miscellaneous amendments, number 2 act of, act number 2 of 2025. Sheria <coughs> shirika ya utangazaji Tanzania namba tatu ya mwaka 2025 shin sheria ya marekebisho ya sheria za kazi namba 4 ya mwaka 2025, the Labor Laws Amendments Act number 4 of 2025. Sheria ya marekebisho ya sheria ya usimamizi wa mazingira namba 5 ya mwaka 2025, the Environmental Management Amendment Act number 5 of 2025. Sheria ya uwekezaji wa maeneo maalum ya kiuchumi namba 6 ya mwaka 2025, na sheria ya kuidhinisha matumizi ya nyongeza ya fedha za serikali